Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu ndugu mtazamaji, katika tafakari ya neno la Mungu katika siku ya leo, siku ya Alhamesi Kuu. Mwaka huu tutaanza na somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Sula ya kumi aya ya kwanza mpaka ya kumi na tano. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka,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 E, e, siku tatu kuu kuelekea katika kilele cha maadhi, kilele cha adhimisho la Pasaka. Alhamisi Kuu haiwezi katenganishwa na Juma lote takatifu au Juma Kuu. Juma takatifu linaanza na Dominika ya Matawi ambayo linaashiria kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa shangwe ya Yerusalemu, kwa furaha lakini hatimaye katika mateso ambapo anakwenda kujitoa kabisa mwili wake na maisha yake yote na kuweza kukubali kujipoteza kabisa, kujiangamiza kabisa, kwa lugha ile ya Kigiriki wanaita kenosis. Kenosis, kujiachia, kujikubali, kujipoteza kabisa kwa ajili ya kutukomboa mimi na wewe, sisi wanadamu tulio wadhambi. Na kumbe Alhamisi Kuu ni mojawapo ya siku tatu kuu za Pasaka, ambayo hii inaanza leo na inaenda kuhitimishwa na kilele cha mateso ya Yesu siku ya Ijumaa Kuu hapo kesho lakini siku ya pili ni Jumamosi Kuu, Jumamosi Takatifu, ambayo mwili mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo umelala kaburini. Dunia yote imenyamaza kimya ikingojea ufufuko wa Bwana. Lakini hatimaye siku tatu kuu za Pasaka zinakuja kukamilika kwa kesha takatifu linalojulikana kama Vigilia ya Pasaka, ambalo katika hilo e, dunia na kanisa inashangilia kuadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kama ninavyosema kwamba Alhamisi Kuu haitengani na Juma lote takatifu. Juma kuu au Juma takatifu ni kilele cha kipindi cha Pasaka. Ni kipindi ambacho Bwana wetu Yesu Kristo anakamilisha wokovu ambao amekusudia kuwakomboa wanadamu wote kwetu sisi wanadamu. Na katika kulifanikisha hilo, kama tulivyoona, Dominika ya Matawe aliingia Yerusalemu kwa shangwe, tena akiwa amevaa mavazi mekundu ambayo ni alama ya ufalme, alama ya ya ya, ya, ya shangwe lakini baadaye akakutana na mateso, na hivyo basi katika siku ya Alhamisi Kuu leo anaanza kuelezea maana ya ndani kabisa ya kwenda kujitoa kwake kwa ajili ya watu, anaelezea maana ya ndani kabisa ya kukubali kufa msalabani hapo kesho Ijumaa Kuu. Kwamba e, katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka linaelezea Pasaka ya Wayahudi ambayo ilikuwa ni kukumbuka siku walipotoka katika utumwa wa kule Misri ambapo walichukua mikate isiyotiwa chachu, wakachukua na mwanakondoo asiye na doa, na wakamchinja wakatengeneza Pasaka ya Bwana. Na kumbe waliendelea kufanya kumbukumbu ya tendo hilo walilolifanya siku wanatoka utumwani Misri, waliendelea kulifanya kila siku, waliendelea kulifanya kila mwaka ifikapo mwezi nne. Na kumbe hii Alhamisi Kuu tunakuja kuona kwamba e, Bwana wetu Yesu Kristo alianzisha karamu ya mwisho katika siku ile ile kabisa ambayo e, Waisraeli walikuwa wanakumbuka kutoka utumwani Misri. Na kumbe viligongana. Kumbe walikuwa wanaadhimisha ekaristi yao lakini, vilevile Bwana wetu Yesu Kristo akaanzisha ekaristi ya karamu ya uzima wa milele, karamu ya agano jipya na kumbe eh, ndugu mtazamaji, katika tendo hili la ekaristi takatifu kama tulivyosema, ndio kilele cha kipindi cha Pasaka, ndio kilele kabisa cha sadaka ya wokovu. Bwana wetu Yesu Kristu anapokwenda kutoa mwili wake na damu yake, kama ambavyo tumesikia katika somo la pili eh, kutoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, bwana wetu Yesu Kristu anaonyesha tafsiri ya kile ambacho anakwenda kukifanya siku ya Ijumaa Kuu. Katika Injili ya Yohane haongelei habari ya kwamba alitoa mkate, haongelei habari ya Ekaristi, haongelei e, vitu vingine. Yeye anaongelea habari ya utumishi, ambapo Yesu amechukua taulo na maji akawaendea wafuasi wake akawanawisha miguu mmoja baada ya mwingine, na kisha anaanza kuwafuta kwa taulo ambapo fumbo zima na siri nzima ya Ekaristi imefichika hapo. Jambo kubwa ambalo tunafundishwa leo, mtazamaji wangu na ndugu yeyote anayefuatilia kipindi hiki sasa hivi, ni habari ya kuwa watumishi katika kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo anapojitoa mwili wake, anajitoa damu yake, ili watu wote watakao kula karamu hii wapate wokovu, ametufundisha sisi tendo la upendo na tendo la utumishi, ndio siri kubwa ya Alhamisi Kuu kwamba mimi na wewe na sisi tuliowabatizwa katika kuishi kwetu Kristo, tunaalikwa tukumbatie mapendo, tuwe watu wa upendo na tuwe watu wa utumishi, tuwe watu wa kujitoa, na hili linaanzia tangu katika familia zetu e, wazazi katika familia wanapoanza hiyo sakramenti ya ndoa takatifu, wameweka ahadi kwanza ya kuishi pamoja kupendana na kusaidiana siku zote za maisha yao. Alafu cha pili wakaweka ahadi wanaweza na padri kwamba mko tayari kuwalea watoto anasema, tuko tayari kuwalea watoto tutakao wapata katika ndoa hii katika misingi ya imani ya Kikristo. Na kumbe upendo unaanza katika familia. Siku ya leo mtazamaji wangu, tunakumbusha familia zetu za Kikristo ziendelee kukumbatia upendo ambapo baba wa familia, mama wa familia anatakiwa aonyeshe kipaumbele cha upendo katika familia yake, katika mwenzako wa ndoa, sio katika watu wa nje ya ndoa, si katika watu wa ziada baba wa familia mama wa familia unatakiwa uonyeshe kipaumbele cha upendo kwa watoto. Na kwa kufanya hivyo familia ya Kikristo yendelee kuishi katika muungano unaounganishwa na Yesu Kristo. Na katika ngazi ya jumuiya ndogo ndogo, utendaji wetu katika jumuiya ndogo ndogo, viongozi wa jumuiya, vyama vya kitume, UWAKA, WAWATA, Utoto Mtakatifu, mapendo yawe ni kiini cha utendaji wetu inakuwa haina maana yote kwa sisi Wakristo kufanya kazi za kanisa huko kwa kufanya kazi za kanisa huko atupendani. Mwenyekiti hampendi katibu wa jumuiya, katibu hakubaliani na mwasibu wa jumuiya, e, Wawata hakubaliani na mwana Wawata mwenzake na e, dalili ya kukosa mapendo ni ile hali labda ya kumsema mwenzenu anapokuwa hayupo, mnaanza kumsema, akirudi mnanyamaza, akirudi mnaacha kuyaongea yale ambayo mlikuwa mnayaongea. Ha, hali ya, ya mapendo yanayotajwa katika Ekaristi yajikite katika utumishi ambapo Bwana wetu Yesu Kristo akiwa amepiga goti anamwosha miguu mmoja baada ya mwingine, hali ya kuwa watu wa maji na taulo ambayo anatualika ndugu zangu, sisi katika ukristo wetu tuendelee kuwa watu wa kuthaminiana, tuendelee kuwa watu wa kila mmoja kufurahia uwepo wa mwingine, na kwa kufanya hivyo tunaishi fumbo la karamu ya Bwana. Ndugu zangu, katika siku ya Alhamisi Kuu ya leo Yesu anapojitoa mwili wake, anatualika sisi kujitoa katika kuondoa tofauti zetu, kuondoa tofauti za kifikra, tofauti za kiupeo, za kielimu, tofauti za hali yote ile na kukubali kuishi katika ule usawa ambao utatufanya mimi na wewe kama watoto wa kanisa mwili wa Kristo, tuendelee kuishi kwa umoja na mapendo, tukionyesha sadaka ya Pasaka, na kwa kufanya hivyo Mungu aendelee kutukuzwa katika utendaji wetu. Nasi tuendelee kupata utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Niliyokuletea tafakari ni mimi Padre Salvatore Magangila wa Jimbo Katoliki la Geita.